Rubani wa ndege ya shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways Captin Saviemaria Ondego amesimulia kwa hisia kuu tukio la kihistoria aliloshiriki baada ya kupewa jukumu la kuendesha ndege iliyobeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga kurudi nyumbani Kenya, kutokea moja kwa moja nchini India ambako umauti ulimfika. Kupitia mahojiano maalum yaliyoandaliwa na Kenya Airways, Captain Savie Maria ambaye ni rubani wa ndege aina ya Boeing 737-800 amesema kuwa siku hiyo ilikuwa tofauti kabisa kwa safari za kawaida, kwani alihisi uzito wa jukumu alilokuwa nalo kama Mkenya wa moyo wa uzalendo na mwakilishi wa taifa lake kwa wakati wa huzuni. Nilipoamka asubuhi hiyo, nilijua si siku ya kawaida, kulikuwa na hisia nyingi, uzito wa wajibu mkubwa kwa taifa letu nilihisi fahari kubwa kuwa sehemu ya historia hii, alisema Kapteni Xavier Maria kwa sauti ya utulivu. Amesema safari hiyo haikuwa tu jukumu la kazi, bali ilikuwa ni ishara ya heshima, upendo na mshikamano kwa taifa lote la Kenya. Ilikuwa safari yenye hisia nyingi, nilijua kwamba kwa wakati huo nilikuwa naiwakilisha Kenya nzima, ilikuwa heshima kubwa sana kwangu, aliongeza Kapteni Xavier Maria. amekiri kuwa Wakati wa kutoa salamu zake kwa niaba ya familia ya Kenya Airways alijikuta akishindwa kuzungumza kutokana na wingi wa hisia. Nilipoanza kuzungumza sauti haikutoka, nilivuta pumzi nikajaribu tena. Nilihisi huzuni lakini pia nilijivunia kuwa sehemu ya kihistoria hii muhimu, alisema katika hotuba yake. Kapteni Savie Maria alituma salamu za rambirambi rambi kwa familia ya marehemu Raila la Odinga akimtaja kama kiongozi mwenye maono aliyejitolea kwa ajili ya amani, maendeleo na umoja wa bara la Afrika. Marehemu Raila alikuwa mtu wa amani na mwenye kusukuma maendeleo. Alielewa umuhimu wa Kenya katika ukuaji wa kiuchumi wa bara letu na alihimiza umoja na ustawi wa wananchi, alisema kwa hisia. Kwa mujibu wa taarifa za Kenya Airways, safari hiyo iliratibiwa kwa umakini mkubwa na ikihusisha timu maalum ya marubani wahudumu walioteuliwa kwa heshima ya kiongozi huyo wa taifa. Safari hiyo imebaki kuwa kumbukumbu ya kipekee kwa kampuni ya Kenya Airways huku Kapteni Savie Maria Ondego akitajwa kuwa mfano wa ujasiri, mwanadada mzalendo na mwenye unyenyekevu kwa marubani wa kizazi kipya. Ni tukio la hisia kubwa kwa Kapteni Savie Maria Ondego ambalo alipewa jukumu la kuweza kuufikisha mwili wa hayati Raila Amolo Odinga nchini Kenya moja kwa moja kutokea nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu na kuweza kufariki kwa mshtuko wa moyo ameeleza, na hii ni kwa mujibu wa video ambayo imeweza kupandishwa kupitia shirika la ndege la Kenya la Kenya Airways ambalo limeweza kutoa mahojiano hayo moja kwa moja. Mtazamaji, share maoni yako kwenye uwanja wa comment, kwa maneno ambayo kapteni huyu ameweza kuyazungumza kuhusiana na safari yake adhimu kabisa ya kuweza kupewa jukumu la kufikisha mwili wa hayati Raila Amolo Odinga nchini Kenya.